Sisi kama serikali tunapata fursa leo ya kuonyesha kwa wenye duka. Maana yake CCM ndio wenye duka. Tunakuja kuonyesha kwamba imani ambayo tulipewa sisi kama serikali kutekeleza mambo moja, mbili, tatu tumeyatekeleza. Ni fursa nzuri kwa wana CCM, wanachama, wapenzi, wakereketwa, kuwaonyesha Watanzania kwamba tuliahidi miaka mitano iliyopita ni kwa kiasi gani tumetekeleza. Sisi Njombe tumetekeleza sekta za kijamii, sekta za kiuchumi, sekta za miundombinu na maeneo mengine yote, kwa sababu serikali ya Tanzania inapigiwa kura, sio serikali ya kifalme, ni serikali ya kupigiwa kura. Kura ni imani. Sasa tunarudije kwenda kwa wananchi kuambia tuaminini tena, tumetekeleza pale njombe tumejenga imani kubwa ya wananjombe kwenye serikali yao makundi ya vijana wameona faida ya mikopo ya asilimia kumi tumeendelea kuambia vijana nendeni mkachukue wale ambao wamehamasika wameenda kuchukua makundi ya wakulima wameona faida ya mbolea za ruzuku lakini wamenufaika na maelekezo ya mheshimiwa rais kwa mabenki waende kwenye single digit tuna wakulima wengi sana ambao wamechukua mikopo ya matrekta wameboresha mashamba yao wameboresha mifugo yao kuna watu huko Tanzania wamefanya shughuli kubwa sana za uvuvi, lakini tumeona transformation ya kilimo kwenda kwenye kilimo biashara, nyongeza thamani kwenye mazao. Miaka mitano iliyopita Njombe tulikuwa tunalima maparachichi, tunauza maparachichi Kenya. Leo Njombe maparachichi yanauzwa kama tunda kwenda nje, maparachichi yanasagwa kwenda kwenye mafuta. Kumekuwa na mageuzi makubwa sana kwenye miradi mikubwa kama ya Mchuchuma na Liganga, serikali imefanya uwekezaji, fidia imelipwa na sasa tunaenda kwenye kuweka uwekezaji mkubwa wa kujenga viwanda. Utaona sasa mkoa wa Njombe umejiunganisha mkoa na wilaya, barabara za lami zimejengwa na nyingine zinaendelea kujengwa. Lakini kwenye elimu tumefanya uwekezaji mkubwa, elimu ya msingi, elimu ya sekondari, na sasa chuo kikuu cha Dodoma kimeongeza thamani ya elimu kwa kujenga tawi la chuo kikuu Dodoma Njombe. Kwa hiyo kumekuwa na mafanikio makubwa ambayo yanabeba imani kubwa ya makundi ya Watanzania vijana, makundi ya Watanzania kinamama, watu wenye ulemavu, wakulima, wafugaji, wafanyabiashara katika kuona kwamba serikali inafanya kila ambacho wananchi walikitarajia.